Mambo vipi jamani, ni Maamisi. Nachelewa kuleta video kwa sababu ya Ramadhani, kwao unakuta mambo yamekuwa ni mengi, kazi na nini, maandalizi ya hospitali hapa, hapa na pale, upishi kama wote, nakuta kuleta video mm, hapo kitu kesi kitapita bila kuwakumbusha wenzangu, kwa sababu sasa hivi kuna watu wengi ambao wanaingia Oman, wanaingia Dubai, wanaingia Saudia wanaenda nchi mbalimbali Bahareni, huko Abu Dhabi, Kuwait, Qatar. Watu wanapata kazi, fursa kama zote, wanaenda makazini, na wengi wao unakuta ni wale ambao ni malao ya kwanza, hawana experience ya safari, hawaelewi inavyosafiri, inasafiri vipi, itakuwaje na nini. Nikasema why not, nikae kimya nisije kuzungumza nao wenzangu wa hapa na kuwaambia vitu ambavyo vinakuwa vinatakiwa mtu a yani yani, kamata zaidi pale anapo safiri, au vijue zaidi zaidi, fuata hii video mpaka mwisho, usikilize. Mimi nataka kuambia ni kitu cha muhimu sana. Wewe ambaye upo njiani kutaka kusafiri, wewe ambaye tiketi yako na pengine tayari visa yako na nini, kila kitu upo kwenye maandalizi, unaandaliwa na agent wako na mtu yote ambaye anakusaidia, sikiliza hii video ujifunze. Kama sio yeye ambaye unasafiri sikiliza kwa niaba ya yule ndugu yako ambaye anasafiri, ili aweze kujifunza hivi vitu kwa sababu ni kitu cha muhimu hmm sana. kamera yangu si imekaa? Okay, niko sawa. Kuna hii video ambayo ina trendi mtandaoni kwa yule dada wa kikenya au mwenzetu Mkenya ambaye imesemekana alikuwa naenda Saudi Arabia lakini akaja kakutwa na madawa ya kulevya huko Vietnam sijui wapi huko unakuta kuna stori nyingi zinaendelea mtandaoni. Huyu mtu alikwenda Saudi Arabia, alikwenda kufanya kazi, sa imekuaje mpaka akakuta huko na akawa na madawa ya kulevya? Hatujui ukweli ukoja, najua mwenyewe na Mungu wake, lakini imekuja kuambia hiki kitu kama kuwatahadharisha nyinyi ambaye mnasafiri. Chakwanza ambayo takufahamu, mtu yoyote ambayo anasafiri ni mara nyingi, abiria anavyoondoka anaondoka, na mizigo anapewa mizigo ya bosi wake au mtu yote kule kwa ukifika wewe hapo utaiacha tu hapo, kuna mtu atakuja kuichukua, au ukifika hapo kuna mtu atakuja kuichukua na andika namba yake hii hapa. Yani huwa haondoki bure. Ile kufanya kazi, wewe fanya kazi ambayo unaondoka huna mizigo, ya labda una briefcase tu, nguo zako mbili tatu na mbovu chukua, nguo utazikuta huko huko na nini, unakuta huna mizigo. Mizigo yote utapewa na ibaki mtu wako au kuna wengine hapewi na ajenti wake, aenda kupewa airport, na mtu ambaye ata amfahamu, kutokana na kutokuwa na uzoefu wa safari, ni mara yako ya kwanza kusafiri, hujui, huna experience yoyote, unakuta unachukua tu ile mizigo bila kuwa na tahadhari yoyote ile, unakuwa huna tahadhari hu, unachukua tu basi. Kitu ambacho naomba ni kutahadharisha, ewe binti, ewe kijana ambaye unasafiri kwenda kwenye hizo nchi Tahadhari unapochukua ule mzigo, kama anakupa ajenti, muulize humu ndani mna nini? Je, ni salama kwangu na kwako wewe, ajenti wangu? Akikujibu ndiyo ni salama, sawa. Mtu yoyote anakupa mzigo ya apoti humjui, nje ya ajenti wako, mfahamisha ajenti wako, ambie kuna mtu ananipa mzigo, simjui, huu ni mzigo gani? Haijalishi ule mzigo ni boksi ni begi au ni nini. Hata kama ni bahasha ndogo kama hichi kiganja changu, uliza hii bahasha ni ya nini na inaenda wapi, na unapewa kwa msingi upi, na nani ambaye amekupa. Katika kitu ambacho hatuna uzoefu nao ni vile mtu anakupa tu mzigo, alafu unachukua bila kujua ndani nani, bila kujua yani huu mzigo nimeuchukua kwa sheria ipi. Unavyoona yule mwezetu ambaye, huyo Mkenya wanasema alikuwa aenda Saudi Arabia, unaweza kujiuliza maswali sasa. Alikuwa aenda Saudi Arabia na huu mzigo amekuta nao huko, alikuwa anaelekea wapi na ilikuwaje? Maswali mengi unaweza kujiuliza. Mara nyingi watu wanakatiwa ndege za transit, yaani kutoka kiwanja hichi kwenda kiwanja kingine, kutoka kiwanja hichi kwenda kiwanja kingine, kwa hiyo unavyotakiwa ufahamu ni kwa sababu safari yako ni ndefu, una viwanja kama vitatu ambavyo unatua afu ndio ufike unakuelekea. Kwa mfano umeondokea Dar es Salaam, utatua labda Zanzibar, utaondoka tena na ndege utaenda uta, kutua tena labda Ethiopia. Kwa mfano ukitoka tena Ethiopia utapanda ndege ndio utaenda kutua unakuelekea. Labda umeondokea Zanzibar umeenda kutua Dar es Salaam au umeenda kutua siku Kilimanjaro baadae tena unaondoka tena kutua labda Kenya. Baadaye tena unaenda kutua siku Qatar. Au bada tuenda kutua Dubai. Alafu unaelekea kule unakokwenda. Unakuta una route ndefu hapo ambayo unazunguka na vile viwanja vya ndege, kumbuka ule mzigo uko nao, na kama mzigo ule uko nao, utambue kuwa hivyo viwanja vyote unavyotua ule mzigo unachukiwa sio tu kwa sababu umepita kwenye nchi yako huko kwingine utaka uchekii. Hapana, hata kama hauko nao wewe mkononi ni begi kwa mfano umepewa pale Tanzania, limechikiwa likaenda kwenye boti, ina maana kila panapopita sehemu kiwanja chochote ile mizigo inachikiwa. Wewe huko na njia yako nyingine umepita mlango mwingine na huu mzigo umepita mlango mwingine pia, nao unatazamwa na, na, na una jina lako kwa hiyo ni rahisi tu huu mzigo jamani, ni namba fulani, abiria huyo anaitwa fulani, mkamchukueni kulaaja, atueleze huu mzigo una nini. Kwa hiyo tafadhalini jamani, unavyosafiri hata kama wewe ni mara yako ya kwanza, unapewa mizigo, uliza hii mizigo ni ya nini?